Sikieisikie oh, sikie, muziki wa injili muziki wa wahubiri jamii ya Yesu Kristo wenye shuhuda na kweli, njoo hujiunge utiniwe oh, kwenye njia nyembamba. Neno la sema njia ni nyembamba ya kwenda uzimani

umechoshwa na ya Babeli hatumona tu washindi na Yesu mwokozi. Miongoni mwa wasitao hatumo na hatumo, mwenye kundi la mbwa mwitu hatumo na hatumo. Tumechoshwa na ya Babeli hatumo na tu washindi na Yesu mwokozi

Japo manabi jopewalani watadanganya, watu wana wa Mungu watalihubiri neno la kweli tupu, japo matamu, japo ni machungu, lakini watasema neno na Mungu aneema kamwe halitapita litadumu kusimama punguzwa hata yote yatimizwe. Japo manabii watadanganya, japo japo, ya ya, watu wana wa Mungu watalihubere neno la kweli tuku japo matamu japo ni machungu, lakini watasema wenye kundi la mbwa mwitu, hatumona hatumona, tumechoshwa na ya Babeli, hatumona tuwashini na Yesu mwokozi

kwenye kundi la mbwa mwitu hatumo na hatumo tumechoshwa na ya Babeli hatumo na tuwashini na Yesu mwokozi miongoni mwa wasitao kundi la mbwa mwitu hatumona hatumo, tumechoshwa na ya Babeli hatumona tuwashinde na Yesu Mwokozi miongoni mwa wasi ta oh, hatumo na hatumo kwenye kundi la mbwa mwitu hatumo, hatumo, tumechoshwa na ya Babeli, hatumo na tuwashindi na Yesu wogozi. Bwana ni mwema, nakukaribisha tena katika vipindi vyetu Ah, nashukuru Mungu kwa wakati huu ambao anatufikisha kwao, pia na kushukuru nae pia kwa kujipatia muda wa kuangalia video hii au kusikiliza maneno haya. Niite Faraja Kadode Pascal, mali ya Mungu ni mchapakazi pamoja na wewe, na nashukuru Mungu sana sana tena sana kwa kipindi hiki. Na leo ni kukaribishe, kukukumbusha au ni kukaribisha katika masomo yetu ambayo tutaenda kujifunza pamoja na wewe, na kipindi chote hiki tutaanza fundisho ama series ya masomo ambayo yatafuatana kidogo, ila kabla tujaanza na kabla sijakwambia tuombe karibu kwa ombi. Tunanyenyekea kwako Mungu mtakatifu, Mungu mweza wa yote, baba yetu, tunasema asante kwa wakati mzuri ambao anatufikisha kwao, asante kwa neema yako, asante kwa siku hii nzuri na kwa wakati huu maana sisi sio wazuri kwa wale ambao walipita na sisi, sio wazuri kwa wale ambao hawajakusikiliza na kukufuata. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu tunajiweka mbele zako kwa kutoa shukrani zetu kwako, utusamee kwa, kwa makosa yetu na dhambi zetu, kwa maana sisi tuwakosaji. Msamee mtazamaji wangu anayetazama video hii. Roho Mtakatifu aenee mahali poti, kwa maana ulimuonesha Daniel nabii kwamba siku hizi za mwisho maarifa yataongezeka. Na kupitia hii kidogo, Baba, tuende kuongea na msikilizaji wangu ananisikiliza na mtazamaji ananitazama kupitia roho yako mtakatifu, kupitia wewe unong'onezi pamoja nasi, tuko chini yako, tunakusikiliza Tunakunja magoti yetu kwa sababu we ni mkuu zaidi, ndio maana tunakutegemea katika yote. Kipindi kichote ambacho kitafuata series hii ambayo itapita somo baada ya somo, tunakuomba Baba, roho yako mtakatifu atufunze mengi na atuwezeshe na mtazamaji wangu apate kufaidika mengi, na iwe chanzo ambacho kitatuonesha njia yako, ili tutambue nini unataka tufanye. Tunaomba yote tukiamini ya kwamba natusikia na utatenda, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Ndugu ah, mpendwa, nashukuru mara tena kwa kujipatia muda wa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Ni masomo ambayo tutaenda kujifunza, ambayo ina teme nzuri inayosema kuhusu ukweli muhimu wa sasa, ukweli muhimu wa sasa. Masomo haya tutatumia vitabu vingi, tutatumia Biblia ya Kifaransa, Biblia ya Swahili ya Congo, tutatumia Biblia ya Swahili, hii ni Biblia iko wastan kati ya Kenya na Congo, na pia tutatafuta na kitabu cha Biblia ya Zanzibar. Kwa hiyo ningekukaribisha na kuna matukio ya siku za mwisho, kuna pambano kuu, kuna na vitabu vingine na vingine vingi tunavyo eh, soft copy kwenye masimu, na vingine tutatoa mtandaoni, ili kwa kushuhudia na kutoa shahidi shuhuda ambazo zitatuonesha mambo ambayo Mungu anaendelea kututaka tufanye. Vile vile nitatumia lugha ambazo zitaeleweka. E, mtakuwa nusu ya Kifaransa ndani kwetu sisi Wakongomani na wengine, huwa Kiswahili chetu kinachangamana na Kifaransa vilevile. Vile, nitatumia zingine lugha mbalimbali, hata Kiswahili tutaingia ndani kikeka, Kiswahili cha ndani au Kiswahili rahisi, ikibidi hata na lugha za asili tutagusia, ili ili mradi tu kila mmoja wetu apate kuelewa vizuri na nikukaribishe somo linasema ukweli muhimu wa sasa. Ukweli muhimu wa sasa ni somo ambalo tutaenda nalo polepole pole, ili tupate kuelewana, na katika somo hili tutaenda kuona jambo kubwa ambalo tutalizungumzia au tutajifunza ni podium ya escalier hizo tatu, podium ya escalier tatu hapo naongea ni jukwaa, jukwaa la ngazi tatu ha? Au wengine wanasema stage ha? Stage ya ngazi tatu sawa. Yaani kwenye stage, ni stage ambayo au ni ni, ni, ni jukwaa, ni podium ambayo ina ngazi ya kwanza, ya pili na ya tatu, ili ufikie mahali penyewe. Stage ni nafasi ambapo au podium ni nafasi ambapo tunazoea katika mikutano, waimbaji, wahubiri na wadumu mbalimbali wanapanda kwenye, kwenye stage na katika show mbalimbali mbali, e, concert mbalimbali kunakuwa podium pale au stage. Eh, yeyote atakayekuwa na nafasi au kwa mtu ambaye itakuwa ni muda wake wa kuhudumia anapanda wapi? stejini au kwenye podium. Sasa tutazungumzia steji ya ngazi tatu, podium ya ngazi tatu, na katika hii podium ya ngazi tatu, hizo ngazi ambazo tutaziona, ya kwanza ni patakatifu pa duniani na patakatifu pa mbinguni, tukiunganisha na unabii wa, wa siku 2300 2300 jours e, mahali patakatifu hapa pa duniani, hapo tunaona hema takatifu na huduma ya ukombozi ya, ya, ya. Vilevile tutaona na mahali patakatifu pa mbinguni au ekalu takatifu ya mbinguni hapo tutaona huduma ya Yesu ambayo inaendelea. Hiyo yote ni mlolongo wa mpango wa ukombozi wa Mungu kwa sisi wanadamu, sisi watu wake. Sawa, na baada ya hiyo tutaenda kuona ujumbe wa malaika watatu, yaani ujumbe wa malaika ule wa kwanza, ujumbe wa malaika ule wa pili na ujumbe wa malaika watatu. Na nyuma ya hiyo ya hawa watatu tutakia kuongeza mmoja ambaye ni malaika wa nne, ndio ambayo tutajifunza katika sehemu ya pili ya hii podium ya escalier tatu katika somo hili hili ukweli muhimu wa sasa, na baadaye tutaona amri za Mungu, ndio escalier ya ngapi, ya tatu ya kufikia ile stage ya kufikia ile podium amri za Mungu. Tutajifunza kuhusu amri kumi za Mungu na sheria zingine ambazo tunazipuuza sisi na na wewe mtazamaji pia. Kwa hiyo baada ya hapo, tutaona pia na mambo mengine katika masomo eh, katika kujifunza kwetu tutaona kuhusu miaka elfu sita eh, masomo kuhusu miaka elfu sita ya mpango wa ukombozi tutaona kuhusu eh, unabii wa majuma sabini iliyo aliyoona Daniel. Vilevile tutaona kuhusu tukio lililotokea mwaka wa 1844 eh, sawa, 1844 Tutaona tutajifunza kuhusu yale matukio aliyotokea pale na vilevile vile, tutenda kuona uongo ambao ulionekana mwaka wa 2000. Sawa, tutaona ni uongo gani na ni nini kilitokea na ikawaje, na baada ya uongo ambao ulionekana mnamo mwaka wa 2000 pia tutajifunza pia kuhusiana na mwaka wa elfu mbili makumi tatu na moja elfu mbili thelathini na moja tutajifunza kuhusu hiyo. Na baada ya kujifunza kuhusu 2031 na moja vile vile, tutajifunza kuhusu mbinu mbalimbali mbali ambazo shetani anazitumia kwa kuwadanganya na kuwateka watu wa Mungu. Sawa, na baada ya kujifunza kuhusu hizo mbinu mbalimbali mbali ambazo shetani anazitumia kwa kuwadanganya na kuwatesa watu wa Mungu, sasa tutaenda kuona ujumbe au unabii ambao unapuuzwa na watu sawa. Tutaona unabii ambao unapuuzwa na watu, ili tujue namna gani tutafanya ili ule unabii utusaidie, kwa sababu unapuuziwa. Ndio maana ndugu yangu, nakukaribisha katika masomo haya, utafaidika kwa mengi. Ujipe moyo. Shauri ambalo nitalitoa kwako ni nini? Unapokuwa ukisikiliza masomo mbalimbali kama haya, jambo la kwanza mwalike Mungu, mwalike Mungu Roho Mtakatifu akusaidia kuongoze na kupe ujasiri wa uvumilivu. Ina maana usiwe na hasira, kwa sababu haya masomo yanakuwa na mambo mengi ambayo yanagusia kwenye makanisa yetu, madhehebu yetu, imani zetu. Kana kwamba unaposikiliza tu na kujaji haraka haraka, utasema huyu jamaa kanitukana. Ah, sio kutukana, kama vile eh, kuoneshana na kujitahidi kufanya utafiti wa maandiko ili tuone Mungu anataka tufanye nini nikukaribishe sana. Baada ya kumuomba Mungu na kuacha hasira, jambo la kufata uwe kama Mberoya, kwa sababu Paulo, aliwatapa sana Waberoya, kusema kwamba aliwapenda sana, kwa sababu wanapopata fundisho au wanapopata unabii nabii wanachunguza. Ha? Chunguza maandiko, usome, ujisomee mwenyewe na ufanye utafiti, utafute. Je, hiki kitu ambacho ndugu anazungumzia Je, hii neno ambayo ndugu anasema ni ukweli? Na kama ni ukweli, nifanye nini ili niendane sawasawa na vile Mungu anavyopenda? Ndio masomo ambayo nilitaka tujifunze, na nakualika mara tena na kukumbusha somo muhimu. Ni ukweli muhimu wa sasa. Kweli ni nyingi katika dunia, kweli ni nyingi. Uh, kila mtu ana ukweli wake hapa chini ya jua, kila mtu ana ukweli wake, lakini zile kweli zote mbalimbali mbali ambazo tunazijua na tusizozijua, kuna ukweli ambao ni muhimu. Sa, ule ukweli ambao ni muhimu wa sasa ndio ambao tutajifunza mimi na wewe. Cha maana tu nachoomba kwako ni nafasi ya kunisikiliza unapotazama video hii, muombe Mungu na kuelekeze na katika huo ukweli muhimu wa sasa, jambo la kwanza tutenda liona ni podium ya skalie tatu, sawa. Na katika podium ya skalie tatu, tulisema tutaona patakatifu pa duniani na patakatifu pa mbinguni. Tutaona vile vile ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na watatu. Katika patakatifu tutaunganisha na miaka elfu mbili mia tatu vile vilevile, katika ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na watatu, tutaunganisha na, na malaika wa nne inapofatishwa na amri za Mungu. Sawa, amri za Mungu na katika ile patakatifu tutona vilevile vile patakatifu pa mbinguni, ni nini ambacho Yesu anaendelea kufanya mbinguni. Na katika zile amri za Mungu tutaona pia imani ya Yesu, kwa sababu maandiko yanasema watakatifu ni hawa wazishikao amri za Mungu nakuwa na imani ya Yesu au tuseme pia na ushuhuda wa Yesu, ambao maandiko yanasema ushuhuda ni roho ya unabii. Sasa nakukaribisha, maandiko yanasema mshike elimu na wala usimwache aende zake, kwa sababu ndio ukovu wako. Sawa, tujifunze kwa pamoja, tuchunguze maandiko na Mungu atatufunulia cha kufanya ni nini. Nikukaribisha ni sana, ndugu mpendwa, nakutakia na masomo mema, tafakari njema. Mimi nawe tujitayarishe kwa hamu, kwa kufuatilia masomo haya na tutafaidika. Nilisema tutanukuu vitabu vingi, tutanukuu Biblia na vitabu vya Roho ya unabii viko, tutanukuu katika kitabu cha Pambano Kuu, vita kuu, e, funua mambo yajayo, Danieli na siku zetu, e, dhiki kuu inakuja, lakini tuna kuna tumaini pia na Biblia ya version mbalimbali, version mbali. Nakukaribisha ndugu mpendwa, na Mungu apate kubariki kwa kufunga. Tushukuru Mungu kwa wakati huu, tuombe. Tunakushukuru Mungu mtukufu, Baba mweza wa yote, mpendwa wetu, tunasema asante tena kwa wakati mzuri ambao unatupatia hii ni lazima na kiingilio cha masomo yetu ambayo ulituwezesha na unaendelea kutuwezesha kuyafuata. Baba yetu tunahitaji uandaaji wa wand, Roho Mtakatifu atuandalie mioyo na akili zetu zipate kupokea masomo haya na kuiandaa kwa ukamilifu sawasawa na mapenzi yako Baba. Tunaomba kwa sababu sisi hatuwezi kitu na tuwezi tukajielewesha wala kujiokoa wenyewe. Tunakushukuru kwa sababu utakuwa pamoja nasi kuanzia sasa hadi mwisho, kupitia tukufa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amina. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Na tunapojiandaa mimi na wewe katika masomo haya, umwombe Mungu sana, umwombe Mungu akuwezeshe ujifunze na uelewe, ili tupate kufanikisha kujua ni nini Mungu anapenda katika maisha yetu kuhusiana na ukweli huu ambao ni muhimu, ukweli wa sasa. Asante, karibu.

jamii ya Yesu Kristo wenye shuhuda na kweli, njoo hujiungelo ningiie kwenye njia nyembamba. Neno lasema njia ni nyembamba ya kwenda uzimani, na njia pana wapitayo wengine ya upotevuni.

la mbwa mwitu atumo tumechoshwa na ya Babeli hatumona tu washindi na Yesu Mwokozi. Mungu amenena nami, kamwe halitapita, litadumu kusimama, wala halitapunguzwa hata yote yatimizwe. Japo manabii ya ana watadanganya watu, wana wa Mungu watalihubiri neno la kweli tukufu. Japo matamu, japo ni machungu, lakini watasema neno. Na Mungu amenena kamwe, halitapita litadumu kusimama, wala halitapunguzwa hata yote yatimizwe, japo manabi japo, japo watadanganya watu Wana wa Mungu watalihubiri neno la kweli tupu, japo matamu, japo ni machungu, lakini watasema Wana miongoni mwa wasitao, hatumona hatumo kwenye kundi la mbwa mwitu, hatumo na tumechoshwa na ya Babeli, hatumo na,

Tumechoshwa na ya Babeli, hatumo na tuwashindi, hatumo na Yesu miongoni mwa wasita, hatumo na hatumo kwenye kundi la mbwa mwitu, hatumo. Tumechoshwa na ya Babeli hatumona tu washindi na Yesu Mwokozi.